Nimemwali kusimama pembeni hili boti kwa sababu linanikumbusha mambo mengi sana kwenye maisha yangu ya kazi hili boti. Uh, tumekuwa nalo muda mrefu zaidi ya mwaka mmoja sasa, na ninakumbuka mara kwanza ilivyofika ilibidi ilikuwa kipindi cha mvua, so ilibidi tuweze kubadilisha mfumo wa kutumia barabara huku porini tutumie maji. Hili boti limekuwa zaidi ya rafiki I can say, kwa sababu ambacho, ni kitu ambacho eza kusema nimepita nacho ups and downs nyingi, na ilikuwa ni kipindi chetu cha sisi kuadapt kutumia maji. Imagine unatembea juu ya maji zaidi ya masaa mawili hadi matatu ukitegemeana na uzito wa mzigo na kwenye hilo unakutana, umebeba vitu vingi, na saa nyingine hali ya hewa inabadilika, ikiwa katikati mvua zinanyesha, unavaa raincoat, lakini stili yet ile boti bado tupo nalo mpaka leo, na mimi pia bado nipo, nikiwa kati ya mtu mmojawapo ambaye nilikuwa nikifanya kazi nalo muda mrefu, na nikumbusha sana kuwa mvumilivu katika maisha, na kwamba kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako kinatokea kwa sababu ya kukufundisha wewe, kukusaidia wewe kujengeka na kuwa strong katika kila unachokifanya, kwa sababu sikuwahi kutarajia kwenye maisha yangu na career yangu ya uhasibu na fedha, kuna siku nitakuwa na safari kwenye maji kwa mwaka. Ukiweka safari ya kwenda na kurudi zaidi ya mara ishirini, unaweza ukaona ni masaa mengi sana unakuta na spend nikiwa juu ya maji lakini hii njia imenifundisha kwamba nahitaji kuwa mvumilivu na kwamba kila kitu kinachokuja kwenye maisha yangu kinakuja kwa lengo moja tu la kunisaidia mimi kuweza kwenda kwenye levo nyingine ya maisha. Inaweza isiwe ni rahisi kwa mtu mwingine kuelewa, akakuona kama unapoteza muda. Kwa nini usiondoke ukaenda kutafuta kazi sehemu nyingine, kufanya kitu kingine, lakini mimi kwangu ni fursa na nimejifunza vitu vingi sana. Na kupitia njia hii ya kusafiri juu ya maji muda mrefu, imenifundisha kwamba ninaweza kufanya zaidi ya jinsi ninavyoweza kudhani kwenye kichwa changu, na kwamba nina nguvu na kila kinachokuja ni kwamba nina uwezo wa kuweza kukifanya. Nawatakia safari njema, yeyote unayeanza kazi, usikate tamaa, haijalishi mazingira yako.